Karibu mtazamaji neleya kutazama darubini wikendi. Wabunge, maafisa wakuu serikalini na waheshimiwa wengine walipata fursa ya kutazama mwili wa marehemu Raila Odinga bungeni. Rais William Ruto akiwa ameandamana na mama wa taifa Rachel Ruto aliongoza viongozi wa kisiasa na kijeshi katika kutoa heshima zao za mwisho kwa mtu aliyehudumu bungeni kwa miongo miwili. Gichuki Wachira na ripoti kuhusu hafla hiyo ya huzuni iliyomalizika kwa ibada ya wafu katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Saa kumi na mbili na dakika arobaini asubuhi, gari la kijeshi liloubeba mwili wa marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga liliwasili katika majengo ya bunge. Kwa takriban saa mbili, maafisa wakuu wa serikali pamoja na viongozi wa upinzani walipata fursa ya kuutizama mwili wa marehemu na kutoa heshima zao. Mwanawe marehemu Raila Odinga Jr alikuwa wa kwanza kutoa heshima zake za mwisho akifuatiwa na dadake Winnie Odinga, huku wabunge wakitumbuiza kwa nyimbo za kidini. Kisha rais William Ruto akiandamana na mama wa taifa Rachel Ruto akawaongoza maafisa wengine wa serikali na wabunge kutoa heshima kwa mshirika wake kwenye serikali jumuishi. Wabunge wa kike wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi nyeusi na rangi ya chungwa, walipanga laini kando ya mwili wa marehemu wakitumbuiza kwa moja ya wimbo walioupenda. Ilipo timia saa tatu kamili asubuhi, msafara wa kijeshi uliobeba mwili wa marehemu Raila Odinga uliondoka kutoka majengo ya bunge kuelekea kwenye uwanja wa michezo wa Nyayo kwa ibada ya ukumbusho. Gichuki Wachira, Darubini.